Mvutano unaendelea kati ya mataifa mawili yenye nguvu kubwa katika mashariki ya kati, Israel na Iran. Hali ni ya wasiwasi mkubwa, huku dunia ikitazama kwa tahadhari. Katika siku ya kumi na moja ya mapigano makali, Israeli imezidisha mashambulizi ya anga ndani ya ardhi ya Iran, ikilenga maeneo ya kimkakati kama vile kiwanda cha nyuklia cha Fordo, gereza mashuhuri la Evin pamoja na makao ya vikosi maalum vya IRGC, Jeshi la ulinzi wa mapinduzi la Kiislamu. Msemaji wa jeshi la Israel amedai kuwa mashambulizi hayo yamewalenga na kuvunjilia mbali miundombinu ya Iran inayohusiana na ugaidi wa nyuklia. Hata hivyo, picha kutoka mashariki ya habari za kitaifa zinaonesha uharibifu mkubwa na majeruhi miongoni mwa raia. Kwa upande wa pili, Iran imejibu kwa hasira, ikizindua mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani yani droni zinazolenga mji wa Tel Aviv, Haifa na maeneo ya kijeshi ya Israel. Mashambulizi hayo yamepewa jina la Operation True Promise 3, ishara ya kwamba Iran haiko tayari kuvumilia tena. Takriban watu 950 wameripotiwa kupoteza maisha nchini Iran na mamia wengine wamejeruhiwa. Nchini Israel, mashambulizi ya Irani yamesababisha vifo vya watu zaidi ya 200 huku mamilioni wakikimbilia maeneo hatari kuelekea sehemu salama. Katika hatua ya kushangaza, Qatar imetangaza kufunga anga lake kwa ndege za kijeshi kutoka pande zote mbili, hatua inayochukuliwa kama jaribio la kuzuia mzozo huo usisambae zaidi katika maeneo hayo. Marekani, kupitia Rais Donald Trump, imetangaza kuwa haitasita kutumia nguvu zaidi kuhakikisha Iran haipati silaha za nyuklia. Aidha, wa Marekani imehusika moja kwa moja katika baadhi ya mashambulizi ya kisayansi dhidi ya vinu vya nyuklia nchini Iran. Wakati huo huo, mataifa ya Ulaya kama Ujerumani, Ufaransa na Uingereza pamoja na China na Urusi wametoa wito wa haraka wa kusitisha mpigano na kurejea kwenye mazungumzo ya kidiplomasia. Hofu kubwa sasa ni juu ya Ghuba ya Hormuz, njia nyeti inayopitisha zaidi ya asilimia ishirini ya mafuta ya dunia. Iran imetishia kuifungia njia hiyo hatua ambayo inaweza kuvuruga masoko ya kimataifa na kuathiri bei za mafuta duniani kote. Kwa sasa, hali bado ni tete, dunia inasubiri kwa wasiwasi. Je, huu ni mwanzo wa vita au kuna nafasi ya mazungumzo? Tutakuletea taarifa zaidi kadri tunapopokea maendeleo. Endelea kufuatilia na kumbuka, katika vita hakuna mshindi wa kweli. Amani ni ushindi wa wote.